cha dua ambacho kwamba kinasema: Allahumma ighfir li kulla dhanbin adnabtu wa kulla khati'atin akhta'tuha. Ah, kabla tuanze, tungependa kueleza kwamba na kuelezea kwamba katika kikao kilichopita tulielezea kuna vitu ambavyo kwamba vina ah, vinaweza kumfikisha mwanadamu eh, kusamehewa madhambi ambazo kwamba yuko nazo na tukavitaja. Lakini pia tungependa kuongezea kwamba eh, kuna istighfarat pia lau, eh, utakapopata nafasi ndugu yangu Muislam kuna istighfarat, yani kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha Subhanahu wa Ta'ala, ambazo kwamba zimepokewa katika hadithi mbalimbali mbali, ambazo kwamba ni za mwezi wa Rajab na pia kuna istighfar ambazo kwamba zinapatikana za mwezi wa Shaaban, na pia kuna istighfar nyingi tu ambazo kwamba e, zimepokewa katika hadithi mbalimbali mbali, e, za mwezi wa Ramadhan ambazo hizi istighfar lau mtu atakaposhikamana nazo e, itakuwa ni yenye kumfikisha katika njia nyingine ambayo kwamba ni njia ya kusamehewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ambayo kwamba uh, pia atakuwa yuko karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini ni baada ya mwanadamu kujua uhakika wa madhambi ambayo kwamba, na uzito wa madhambi ambayo kwamba ameutenda huyu mwanadamu. Kuna hadithi moja ambayo kwamba imepokewa kutoka kwa abi Abdullah yani Imam Jafar Sadiq, yani miongoni mwa athari za dhambi. Maana dhambi mwanadamu, yani dhambi, ndugu yangu Muislam, iko na athari na athari yake ni athari mbaya, sawa na vile thawab pia iko na athari na athari yake ni nzuri. Sasa katika dhambi e, ima, athari yake Imam Jafar Sadiq anasema kwamba inna abi Yani baba yangu ambaye kwamba ni Imam Musa al-Kadhim, Imam Kadhim. inna abi yaqul, hakika baba yangu anasema kwamba ma min shay'in, hakuna kitu. ma min shay'in, hakuna kitu. Afsadu, kinachoharibu zaidi, yani hakuna kitu ambacho kwamba kinachoharibu zaidi lilqalbi, kinachoharibu moyo zaidi, min khati'atin, kama vile makosa yani makosa ambayo kwamba tulieleza katika kikao kilichopita. Anaendelea anasema, innal qalba hakika moyo la yuwaqiu al khatia itakuwa ni yenye kufanya dhambi itakuwa ni yenye kufanya makosa, na itakuwa ni yenye kubaki katika kufanya makosa na madhambi. Fala tazalu bihi, basi itakuwa ni yenye kubaki na ilokosa na madhambi hayo hata hadi sasa. Hapa ndo tunataka tuangalie athari ya moyo ya mwanadamu kubaki katika makosa katika dhambi, na kubaki kila wakati kuitenda dhambi. Anasema fala tazalu bihi, basi itakuwa ni yenye kubaki moyo na hizo makosa ambazo kwamba inakuwa mwanadamu anakuwa ni yenye kufanya hatta tagliba, hadi haya makosa tagliba aleihi, iwe ni yenye iwe ni yenye kuishinda moyo, iwe ni yenye kuivamia moyo, iwe ni yenye kuizingira moyo. Fayasiru alahu, basi madhambi hizo au makosa hizo zitakuwa, fayasiru alahu asfala afwan, yani nyoyo itakuwa ni yenye kupinduka juu yake itakuwa ni chini yake, na chini yake itakuwa ni juu yake. Yaani hapa, Imam anataka kuelezea kwamba pindi makosa zitakuwa ni zenye kuzidi au kuizidia moyo, moyo itakuwa hayoni, moyo itakuwa ni kipofu. Kwa hivyo kila kitu ambacho kwamba itakuwa ni cha kheri, moyo itakuwa hayoni, basi itakuwa ni yenye kutembea juu ya ardhi kama vile kipofu anavyotembea juu ya ardhi. Sasa, na katika makosa ambayo kwamba imetajwa hapa katika hadithi hii ni makosa ya jumla, yaani ni aam, ni jumla kuliko zile makosa ambazo kwamba ni makosa ndogo ndogo. Mfano, tunaweza kuja na mfano katika nukta hiyo tuna makosa ambazo kwamba zinaonekana na tuna makosa ambazo kwamba yani zinaonekana katika ulimwengu wa nje. Mfano kama vile zina, ni kosa ambalo kwamba linaonekana, ni kosa ambalo kwamba linaonekana, yani natija yake ni natija ya mwanamume na mwanamke kuingiliana, ambayo kwamba inaonekana. Na kuna makosa ambazo kwamba ni za ndani, makosa ya kiakida yani, makosa ya kiakida na makosa zingine za husda na e, na chuki na vitu kama vile sasa. Hili kosa ambalo kwamba limetajwa katika hadithi hii inajumuisha zote, inajumuisha kosa, yani madhambi ambazo kwamba tunachuma chuma e, katika ulimwengu wa nje na madhambi ambayo kwamba tunachuma kiroho pia. Al-Imam al-Baqir anasema innal abeda, tuangalieni sasa athari pia, athari ya kwanza tumeona ni nyoyo inakuwa ni E, moyo inakuwa ni kipofu, kwa hivyo haioni. Lakini sasa athari nyingine pia al-Imamu al-Baqir anasema innal abida hakika, mja la yadhnibu dhamba, atakuwa ni mwenye kutenda dhambi, fayuzwa minhu ar-rizq. Hii ni athari mbaya miongoni mwa athari za dhambi, za dhambi yani, anasema Imam kwamba hakika mja la yadhnibu dhamba atakuwa ni mwenye kutenda madhambi, atakuwa ni mwenye kutenda makosa fayuzua, natija yake ni yuzwa min risk risk yake itakuwa ni yenye kuwekwa mbali naye. Maana ya yuzwa ni ma, maana yake ni kwamba fayutanaha, yani E, itakuwa ni yenye kuwekwa mbali kutupwa mbali, nini? Kutupiwa, kutupiliwa mbali riski yake. Kwa hivyo, atakuwa yuko mbali na riski yake, riski yake haitakuwa iko karibu. Tunakumbuka aya nyingi sana katika Qur'an ina sheria wakati ambapo kwamba mja atakapokuwa yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, riski yake itakuwa inakuja kwa, kwa haraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa na mruzuku pahali ambapo kwamba sehemu ambapo kwamba anatarajia na sehemu ambapo kwamba ataraji kwa hivyo, hizo ndo athari mbaya za dhambi, ima madhambi inayopatikana kutoka na moyoni mwe, mwetu, au dhambi ambayo kwamba inaonekana nje. Kisha miongoni mwa nasaba ambazo kwamba tunanasihiwa na, kwa tuna na maimamu ni kwamba tunanasihiwa pia e, inshallah tutasoma hii hadithi katika kikao kinachokuja kwamba madhambi pia ndogo ndogo madhambi ndogo ndogo ambazo kwamba sisi tunaona ni madhambi ambazo kwamba hazina hesabu pia. Tujaribuni mandugu zangu kuwa ni wenye kuziepukana kuepukana nazo, yani haya madhambi ambazo kwamba sisi tunazihesabu kwamba ni vitu vidogo vidogo, la huenda hii vitu vidogo vidogo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kitu kikubwa. Kwa hivyo tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minalladhina istami'u qawla fa fayatabiuna ahsana